Nitoe mambo mawili, kwanza nitoe elimu na pili nitoe ufafanuzi juu ya jambo hili. Hilo jambo la kwanza la pili, katika elimu na ufafanuzi nao utoa, nitajikita zaidi kwenye utaalamu eh? Nitatoa elimu na ufafanuzi wa kitaalam zaidi, lakini maelezo yaliyotolewa na msemaji mkuu wa serikali, yako sawa, na kwa sababu hiyo nadhani nitatoa nita, elimu na kwenye baadhi ya maeneo nitatoa ufafanuzi. Kiswahili wanasema bakaa au ziada ya ukichukua uzalishaji na matumizi, utaona tuna, tuna umeme mwingi ambao e, tunao wa ziada. Kwa hiyo hatusemi kwamba tunachukua umeme kule kaskazini kwa sababu nchi ina upungufu wa umeme, hapana. Ndio maana nimesema maelezo yangu yatajikita zaidi kwenye utaalamu hilo ni jambo la kwanza muhimu. Pili, umeme tunao tunaozungumza kwamba tunataka kuchukua katika mkoa wa Arusha ni umeme kidogo sana, yaani umeme tunaosema tunataka kuuingiza Arusha kutoka nje sio mwingi, ni kidogo, ni megawati mia moja. Kumbuka, nimesema uzalishaji wetu ni megawati ngapi? 3796, karibu 4000. Lakini tunataka kuingiza pale Arusha ni megawati mia tu. Umeme tunataka kuingiza Arusha ungekuwa wenyewe tu usingetosha mahitaji ya Arusha, au rather mahitaji ya kanda ya kaskazini. Mahitaji ya kanda ya kaskazini ni karibu megawati 300. Changamoto kubwa iliyoko kule ni ya voltage. Voltage zinashuka kwa hiyo voltage zinakuwa chini kuliko zinavyopaswa. Ni kwamba umeme upo, lakini voltage iko ndogo, na ndio tatizo kubwa sana ambalo tunalipata kwenye mikoa ile ya kanda ya kaskazini. Sasa, kinachofanya volti ziwe ndogo ni kwamba kuanzia pale umeme unapotokea unapo mpaka unapofika kwa mtumiaji, endapo umbali ni mrefu sana, njiani kuna Ule, ule, ile voltage zinakuwa zinapotea zinapungua mpaka zinapofika zinakuwa zimepungua kwa kiasi fulani kuna kitu kwenye nani huko kiingereza wanaita voltage drop voltage drop inatokea kadri waya unavyokwenda umbali mrefu. Sasa, kwa Tanzania umeme wetu mwingi sana unazalishwa upande wa kusini kusini kwa maana ukiangalia kaskazini kule umeme mwingi unatoka kusini mwa, mwa mikoa ile ya kule umeme mwingi unatoka Dar es Salaam, unatoka mkoa wa Pwani kwa maana ya Rufiji, unatoka mkoa wa Morogoro, unatoka mkoa wa Iringa. Huko ndo umeme mwingi wa nchi unakotoka, na hivyo kama mteja yuko Manyara kwa mfano, inabidi umeme huo usafiri kutoka mikoa hii nayo isema uende mpaka Manyara, na ukiangalia inaenda mpaka kilomita mia saba kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo umeme unapofika pale, voltage drop inakuwa imetokea njiani sasa kunapokuwa na voltage zimeshuka, kunakuwa na changamoto nyingine inayozaliwa. Changamoto hiyo ni upotevu wa umeme. Mahali popote ambapo voltage ziko chini, umeme unapungua, unapotea. Unapotea ukitaka kujua uki, ukituma megawati mia kutokea hapo ulipo utuma, kama ni Dar es Salaam au ni wapi, tuseme ni kutokea pale Chalinze, ukaachia megawati mia zielekea Arusha au zielekee Manyara au Kilimanjaro, zitakazoenda zitaka kufika kule zitakuwa ni pungufu ya mia, zitapotea njiani.